Wataalamu wa soka eh. Sasa hapa tutaona nusu fainali yenyewe ndio inaanzia hapo kabisa. Mali hiyo hapo, kama wewe ona, kazi yenu, kazi yenu, lakini msemaji, lazima upige kuwaita